Bs alikuwa kutwa analilia ndoa, kutwa napita, kutwa kupita kona zote, nioe Diamond, nioe mwambie Diamond ni merimi mwambie nia nioe, kwenye masteji, kwenye maredio, akasema isiwe tabu. Ndo siku ya siku yo kambebe mzobe mzobe <coughs> akutaka mtu mwingine, akutaka nani? Mzobe mzobe mpaka kwa mufti Zile picha pale, ndoa imefunga. Diamond hakusaini chochote, hakuna, si makaratasi waliosaini, hakuna. Yani ndo ya mkeka, ya mkeka kweli. Sasa what happened? I ithink watu wa we app niliwambieni ile story st. Sasa ugomve wakuishia pale 3 days kabla ya harusi ya yau diamond kamchapa kinganga talaka hizi kwenye simu meseji we sio wa mke wangu tena kuanzia leo meseji tatu kamchapa talaka siku tatu kabla ya arusiaj mama dangote amekaa pale anamsimamia andike meseji moja moja mama dangote kasimama pembeni diamond kaziandika talaka hizi mnaambiwa zuchu saa hivi ana wiki hadi ni analia tu, hali halali, ni analia tu. Alafu mnajua ndoa ya Kiislamu ukishamwacha mwanamke kwa talaka tatu uruhusi kurudia kuwa naye au kumoa tena mpaka akaolee na mtu mwingine kwanza, akachokonolee kwanza na mtu mwingine, achumishwe mchicha na mtu mwingine ndo uje umoee tena eh, sio kama uh, wenzetu labda kule kwamba ukimwacha mtu, mkiachana, you can get back together like you can divorce and get back together hapo hapo, hapana. Huko kwetu bwana, ukishachapa mwanamke talaka, lazima akaolewe na mtu mwingine, akachokonolewe kwanza kule, afu apewe divorce kule, ndo arudi umoe. Sasa mnaambiwa hadi Jacob ana msiba tu, mtoto ataki kula, mtoto ataki kusimama, mtoto ataki nini, ataki nini, ataki tena kuishi Ndoa imelasti miezi kama <laughs> miwili siu mitatu moda. Ah, shikamoo Damo, shikamoo mama Dangote. Watoto wa kike acheni kufosi ndoa, acheni kufosi ndoa, maana ndo yatakuta, acha mwanamume ataki kukuoa.